Bilioni zinahesabiwa hivi, napiga calculator iko hapa, naonyesha hapa, mnaona eh? Ndio, ndio, twende pamoja. Unaandika pap, pap, pap, hiyo inakuwa laki tano pap, pap, pap, hiyo inakuwa milioni mia tano pap, pap, pap, hii sasa inakuwa bilioni mia tano sabini na saba okay? bilioni mia tano sabini na saba basi kuna watu wanakuwa wanazuru <laughs> kamera ini ni simu yangu hapa cheni mjinga, umenielewa? Sasa nachukua hii naigawanya na milioni kumi na tatu ya Frank Knowles na Fred Wunderbe, milioni kumi na tatu Nasema sawa sawa, unajua tafsiri yake inatisha, tafsiri yake inatisha. Una, unaona hii maana yake kwa bilioni kwa bilioni mia tano sabini na saba tunaweza tukatengeneza Frank Knowles na Fredi Vunjabei wengine wapya elfu arobaini na nne hapa Tanzania. Nisikize vizuri bilioni sabina bilioni mia tano sabini na saba ambazo sasa hivi ukiuliza zimeenda wapi katika miaka mitano ya Samia? Hakuna, ni uongo uongo, hata kwenye ripoti hazionekani, zimeliwa. Lakini mama Samia angeweza akaelekeza fuko lote pap, likaweko kisha tukafanya uchambuzi wa kina na tathmini kwa kutumia mifumo ya kidigitali mbona, mitandao ya simu inakopesha watu na ablei kuonana kwani serikali shindo, tunapigwa kwa hili bilioni mia tano sabini na saba ingeliweza kuzalisha Fredi Vunja Bei na Frank Nos mwingine elfu arobaini na nne nchi nzima nasaimtazama maduka ya Vunja Bei yaliyokuwepo nchi nzima mara elfu arobaini na nne ndio utajiri huo wa mama Samia alielekea kutengeneza kwa Watanzania katika miaka mitano aliyoongoza. Unajua nini kingetokea? Wala wakina Vunja Bei na Frank Nol wasione nawauzia na, na kodi kwa watu ambacho kingetokea, tungetengeneza matajiri wengi, ungeendea kutengeneza fedha kisha bidhaa bei zingeshuka chini. Watanzania, nguo ambazo wanazinunua kwa bei ya sasa zingekwenda chini kabisa. Tafsiri yake mfumuko wa bei ungeporomuka kwenda chini, na uwezo wa watu kushika fedha za watu wa kawaida na kuona fedha ina thamani ungekwenda juu maradufu.